ya mpako wa wagonjwa au ile ya matayarisho ya kuingizwa katika waari waingie katika. Na pia kwa nini tunatengeneza Krisma wa Takatifu? Na yenyewe pia ni kwa ajili ya huduma ya kanisa, tatumika kwa sakramenti ya ubatizo na imara ya kakatifu, na pia yale maadhimisho au ibada za haobaa, tukijaribu kufafanua kila yana malengo yake, matumizi rasmi, matumizi rasmi yako, sio matumizi ya mtu mmoja mmoja au kundi fulani kuamua vinavyotaka. Mafuta ya wagonjwa yanatumika sakramenti ya wagonjwa au ya mpako wa wagonjwa, ni kama sakramenti, ambayo ni sakramenti ambayo ni dawa ya maradhi ya kiroho na ya kimwili, natoa faraja na nguvu ya kuvumilia mateso magonjwa, inaongeza matumaini na nguvu ya Mungu kwa wale wanaopokea. Tunahimizwa waamini tuhakikishe wagonjwa wetu walio dhaifu wanapata huduma hii, tuwaitie mapadre wawahudumie. Ni sakramenti ambayo ni sakramenti ya faraja, siyo sakramenti ya mwisho wala ya hatari ya Kwekwa, maana tu iliyokuwepo tafsiri ambayo si sahihi. Maana yake ni meche ya faraja na natoa nguvu kwa wagonjwa. Mafuta haya siku hizi yanapakwa kwa maelekezo ya kanisa majioshi. Najua kuna wanawao wanaendelea desturi ya zamani, ilikuwa ni kupaka gongoni, ilikuwa napakwa sikio na pakwa aka eh, ndivyo ilivyokuwa, lakini basi kwa sababu pengine za, za za nyakati hasa tunapaka kwenye ajili ts na alaitewa kahei npa mafuta wengine inatumika lugha wa wa ya kuzingua ili kuondoa udhaifu wa awali kwa yule anayetarajia wengini wa katika Ukristo au tisa ili. Haya ni mafuta ya mkatekumeni, anapewa nguvu ya kumkataa shetani kabla ya kuingizwa katika kisima cha mbalimbali mafuta ya Krisma yanaimarisha neema ya ubatizo, yanatumika kuweka wakfu, wakati mwingine utabaruku. Yanapakwa katika paji la uso kwa ubatizo wa kukaimari, lakini kwa daraja takatifu, kwa mfano, kuna pale mafuta haya yanapakwa katika viganja ya mkono wakati wa kutabaruku. Sehemu zingine wakaondoa ungeona misalama inayowekwa na sehemu yenye mishuma hizo ndio nguzo ambazo zilikuwa zimepaka. Kwa hiyo yanawekwa haya, yanapakwa katika nguzo, lakini kwa kama ni kutabaruku altare, basi altare

uyajaze huu yao mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wao maana Kristo umepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu nawe uliwatakasa uliwakatasa krisma makuhani wafalme manabii namh Haaya, kusimama ukofu kamili kwa wale watakaozaliwa wa mara ya pili kwa maji na umoju, ufute uovo waliozaliwa nao wa mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya katiatia, wageuke kuwa hekalo lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza kwa ishara hii